Habari ya saizi jamani, naona wana michezo naona wana habari wote karibuni sana hapa. Ndio kwa Dr Howo, kampuni yetu inaitwa MS Group Limited ambao ndio wana own a brand ya Dr Howo. Uh, sisi ni wauzaji wa magari aina ya, ya Howo, lakini pia tunauza spare parts, lakini pia tunafanya service na maintenance ya haya magari ya kichina yanayoitwa Howo wengi wenu nafikiri sio wageni na sisi, kwa sababu tumeshashirikiana kwa namna moja au nyingine, katika katika haya mambo yanayohusiana na na na michezo. Sisi ni wadau wa michezo, kwa maana ya kwamba kwanza tunapenda michezo, hilo la kwanza, lakini pia tunathamini uh, michezo kwa sababu michezo sasa hivi ni ajira pia Uh, ukiconcentrate na ukaonyesha juhudi zako kwenye hicho kipaji ulicho nacho ni rahisi kutengeneza ajira wewe mwenyewe kwa juhudi zako binafsi. Uh, niwashukuru chama cha michezo Ilala kwa kuona uh, kwamba Dr. Howo anaweza akasapoti hili kwa sababu najua wadhamini wako wengi lakini mpaka kufikia maamuzi ya kuja kuniona mimi na kutaka niweke mkono wangu kwenye hili niwashukuru sana. Na tangu nimewapokea nilisema sitawaangusha, na nimeendelea kufanya kadri ambavyo nilikuwa nimeahidi. Lakini sio tu kwao, hata nyinyi pia, najua hapa ni wawakilishi wa timu kadhaa ambazo zinaenda kushiriki. Niwahakikishie kwamba tunataka ligi bora ambayo sio tu kwa mwaka huu, tutengeneze kitu ambacho kitakuwa endelevu, kiendelee kuibua vipaji, watu watoke hatua hii, tuwaone wanaenda hatua nyingine kusudio letu ndio linakuwa limetimia. Kwa hiyo mimi ni waahidi, uh, si hivi tu ambavyo tunafanya leo, lakini wakati wote wa mashindano tutakuwa pamoja, lakini pia yasiwe mashindano ya kuzima moto e, maanake uh, tukifanya mwaka huu, mwakani tusifanye, isije katafsiriwa kwamba labda tunafanya kwa sababu kuna uchaguzi yes, na mimi nataka tuondoe hiyo dhana e, uh, tu, tufanye mtindo ambao utakuwa ni wa kudumu kwa sababu leo hii nipo mimi, lakini naamini kupitia hivi tumeita wanahabari na nyinyi muwepo, lakini tunaamini wako wadhamini wengine ambao si ajabu wakawa wakubwa zaidi ambao wanaweza kufanya hili jambo kwa ukubwa. Kwa hiyo pamoja na kuwashukuru chama cha mpira, lakini pamoja na kuwashukuru nyinyi wajumbe wote ambao mmefika leo na wanahabari, lakini natoa wito pia kwa kwa kwa kwa wadhamini wengine ambao wana nguvu, si tu hii Samia Ilala Cup. Lakini pia tunaweza kuweka nguvu kwenye mashindano mengine na mengine, kwa sababu mji wetu ni mkubwa, vilabu ni vingi, vinahitaji msaada. Kwa hiyo kwa pamoja, naamini tunaweza kufanya kitu kingine. Sasa nirudi kwenye lengo la sisi kukutana hapa leo. Baada ya kupokea ombi la, la, la udhamini kwenye hii ligi ambayo imeanzishwa na chama cha mpira Ilala a, mimi niliona na wiwa kufanya lakini pia nilisema nitafanya kadri ambavyo nitabarikiwa kufanya. Bahati nzuri sana, inawezekana, si kwa asilimia mia, siwezi kusema, lakini kwa asilimia tisini ya mahitaji ambayo niliombwa, na fikiri nimeyakamilisha. Kwa hiyo tuna hakika ya kufanya ligi bora, kwa sababu vile vitu ambavyo hasa vilikuwa ni vya msingi kutuwezesha kufanya mpaka sasa ni wahakikishie kwamba vyote tunavyo. Uh, tutapata leo jezi za timu zote ambazo zimeshiriki, tutapata mipira kwa ajili ya tutapata mipira kwa ajili ya, ya mashindano haya kuendesha. Uh, tutapata vitendea kazi vingine, kwa mfano uh, tuna reflectors kwa ajili ya watu wa security tutakuwa na t-shirts kwa ajili ya wahudumu tofauti tofauti watakaohudumu hudumu uwanjani na vitu vingine vingi ambavyo nilikuwa nimeombwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, ombi lako nilipokea na nimetimiza. Kwa hiyo hii shughuli mbele yetu leo ni ya kukabidhiana baadhi ya vitendea kazi ambavyo, ambavyo tunaenda kuanzia katika mashindano yetu, lakini pia licha ya hiyo, vingine vitaendelea kuja kadri muda ambavyo utakuwa unaruhusu kwenu. E, wachezaji wa vilabu tofauti tofauti, ni matarajio yangu kwamba tunajua tunachoenda kukifanya na tuna malengo na kile ambacho tunaenda kukifanya. Mimi najua mnajua wajibu wenu, lakini mimi niwahimize jambo moja tu. Mimi huwa nasisitiza sana nidhamu kwenye mashindano. Unajua mpira ni mchezo wa hisia huko muda hisia huwa zinazidi tukipeleka hivyo, ni rahisi sana kuharibu mashindano yetu na tukaharibu malengo ya chama cha mpira ambacho kinakusudia mashindano haya yaende levo nyingine, nyingine na nyingine. Kwa hiyo niwaombe, kabla ya yote kabla ya usimamizi wowote, sisi wenyewe tujiweke kinidhamu kwanza. Tukiweka nidhamu mbele, ni rahisi sisi wenyewe kuendelea hatua nyingine mbele ni rahisi pia sisi wenyewe kusogea kwenye maendeleo yetu binafsi ya mchezo wa mpira ambalo nafikiri ndio kusudio la wote, sio tuishie kucheza ligi hii pekee. Kwa hiyo nisiwe na mengi ya kusema, nafikiri tutakuwa na nafasi nyingine ya ufunguzi wa mechi, tutakuwa na nafasi nyingine. Haya mashindano yatatuvuta jirani zaidi, tutazungumza mengi na tutashauriana mengi zaidi kadi muda unavyoenda. Kwa hiyo uh, nitoe nafasi kwa kwa wazungumzaji wachache ambao wametoka kwenye chama cha cha, cha, cha cha mpira lakini pia na wawakilishi wa timu kama wameandaliwa. Kuzungumza baada ya mazungumzo, tutakwenda kwenye hatua ya makabidhiano ya vifaa ambavyo viko mbele. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, lakini pili na kushukuru sana, Daktari Howo sana sana kwa niaba ya kamati utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Ilala, tunakushukuru sana kwa uh, kuamua kwa sababu sio wote ambao wanaweza wakafatwa na wakaamua kutunga mkono. Kwa hiyo tunakupongeza sana na tunakushukuru sana lakini pili, uh, pia sasa hiyo ni binafsi lakini pia kama kampuni tunawashukuru sana kwa kuwa na sisi kwenye huu msimu wa kwanza wa Samia Ilala Super Cup, na kama ulivyostoa na saa zako huu uh, utakuwa ni mwendelezo na sisi. Tupende kuhakikishia mimi kwa niaba ya kamati ya utendaji, tutajitahidi brandi iwe kubwa sana kukua kwetu kama IDFA lakini pia kukua kama kwa Dokta, kwa maana unachokifanya sio kwamba kwa sababu unacho ni kwa sababu una mapenzi kwa Watanzania, una mapenzi kwa vijana. Tukumbuke aa, haya mashindano, malengo makuu ni kuinua vipaji, kufanya kwamba mpira uchezwe, kwa sababu tumegundua kwamba michezo, ligi kama ligi ziko chache rasmi lakini michezo hii ambayo inaingia kwenye hatua mbalimbali, kwa maana kuingia mitaani michache, lakini kwa, kwa mashindano haya ambayo hadi sasa uh, jumla ya timu kama 80 zilishashiriki tangu mwanzo. Na ukiangalia hilo, manake hakuna eneo la Ilala ambalo lijaguswa: Zingiziwa, Kiwalani, Vingunguti, Lala Juu, eh, Gongo la Mboto, Majoe, kila maeneo yameguswa na Ilala Super Cup. Kwa hiyo haya yasingeweza uh, kufanyika bila ya kuunga kung, um, mkono kwako. Ulitutia nguvu, ndio maana tukawa na nguvu ya kuendelea na, na mashindano. Nipende kushukuru sana na endelea kuwa na sisi kwa ajili ya faida kubwa ya vizazi vyetu, kuhakikisha vijana hawapotei, kwa sababu kwenye michezo unasaidia kuwaweka vijana wakatulia lakini pia kufikisha malengo yao ambayo wanayo, kuonyesha uwezo wao. Tunakushukuru sana. Lakini la pili nakushukuru tena kwenye ile ahadi ambazo tuliomba tulikuomba, na umekutimizia, tunakushukuru sana sana. Na sisi kama uh, IDFA tungependa kwanza, kwa kuonyesha tuna shukurani zetu kwa dokta Howo, tunapenda kutamka rasmi kwamba kesho ndo tunafungua mashindano yetu katika uwanja wa Ilala Garden saa kumi jioni na mgeni rasmi atakuwa dokta Howo kwa kumpa thamani thamani ya mchango ambao wameutoa kwenye chama cha mpira kwenye kukuza mpira wetu sio Ilala tu bali pia Dar es Salaam Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo daktari, tunakuomba sana kesho uwe mgeni rasmi kwa niaba ya, ya, ya wanamichezo wote ambao wako nyuma ya project hii. Asante sana daktari. Baada ya kusema hilo, ndugu zangu uh, timu ambayo tunakwenda leo kupokea vifaa, uh, lengo letu mashindano yetu yawe bora. Daktari amezungumza swala la kuhakikisha uh, mashindano tunayasimamia kama vilabu nyinyi ndio mashindano, kuhakikisha utulivu, kuhakikisha tunacheza mashindano ambayo yawe ya mfano kutokana na mashindano mengine. Tuwategemea tu kwa jinsi tumeshakaa tumeshafanya semina mbalimbali, tumeshakuwa wazoefu wengi, na imani tunakwenda kucheza mashindano haya ambayo yatawavutia uh, watu mbalimbali kuwekeza, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kuingiza brandi yake katika maeneo ambayo, ambayo hakuna utulivu maeneo ambayo hayana uhakika. Sasa mimi kwa niaba ya chama cha mpira wa miguu ya Ilala nawaomba sana ndugu zangu timu 16 ambazo mmeingia kwenye 16 bora, tunawaomba sana tuhakikishe tunalinda mashindano haya tunasimamisha ili Samia uh, Ilala Super Cup uh, iwe brandi uh, miongoni mwa brandi kubwa za football, sio Ilala tu, Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Lingine la mwisho uh, kama nilivyosema awali, tuna kesho tunategemea kuona mchezo uh, wa ufunguzi ambao mchezo huo utawakutanisha timu ya Segerea United, e, vijana wa Segereya shule hawa ambao kusema kweli walipambana sana katika kuhakikisha wanapata nafasi wa, ambao walikuwa washindi wa pili kwenye kundi lao, watakutana na timu ya Sinai Combine ambayo iko maeneo ya Buguruni. Kwa hiyo itakuwa dabi ya kati ya Buguruni na Segerea. Kwa hiyo imani yangu, nawakaribisha na wapenzi wapenda wa mpira miguu, tuje uwanjani kwa wingi sana. Viwanja viko Ilala Garden, nyuma ya msikiti wa takwa Ilala Bungoni. Unawakaribisha uh, sana kusapoti juhudi zenu jitihada zenu kuhakikisha tunakuwa wengi uwanjani, na utasaidia sisi mpira wetu ukue. Baada ya kusema hayo, uh, nashukuru sana tena wote ambao mmefika kwenye tukio ya leo uh, nasema na haya yanatosha kwa sasa. Tutazidi kuongelea kale muda na kuzuruhusu. Asanteni uh, sana, tunashukuru kwa kuwepo kwenu hapa, lakini pia tunashukuru kwa Dr. Ho kuweza kutudhamini sisi kama Ilala IDFA katika mashindano yetu haya, na mimi napenda kuzungumzia tu swala la masoko kwamba bado tunahitaji watu wengine ambao wana nguvu wa kuweza kuingiza Okay, matangazo yao kupitia um, michuano yetu hii ambayo tunayo hapa mbele yetu. Kwa hiyo, wito wangu ni kwamba tunashukuru kwa Dr. Howo, lakini pia kwa mtu mwingine ambaye anatamani au anawiwa au kuendelea kusaidia au kutangaza brand yake, maanake hii ni win win situation kwamba afike kwetu katika mashindano haya na kuweza kuzungumza na sisi moja kwa moja tuweze kumpa nafasi ya kufanya matangazo kupitia michuano yetu hii hapa ambayo tunakwenda kuifanya sasa hivi. Hii ni ya kwanza, lakini unaona kabisa kwamba kwa mara ya kwanza mfanyabiashara anaweza kuona opportunity ya kutangaza biashara yake kupitia mashindano ambayo yanaanza. Kwa hiyo, kwa yule mtu ambaye yupo huko anatusikiliza au anapenda kufanya hivyo, sisi bado tunaomba nafasi ya kuomba kushikwa mkono kwenda mbele zaidi, kwa sababu tunataka tufanye kitu kizuri na kikubwa zaidi kumini. Hayo tu ambayo nilikuwa napenda kusisitiza na kuomba wadhamini waendelee kuja. Habari za waandishi habari, kwa majina naitwa Athmani Fuko ni katibu wa Manyigu FC. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwepo hapa. Mimi kwanza kabisa napenda kumshukuru Dr. Howo kwa kutupa fursa hii ya uzamini wake. Tumefurahia sana sisi kama Manyigu tumefurahia sana, na kama alivyoongea mwakani, tutajipanga hata kama mwaka huu tukichukua ubingwa, mwakani tutajipanga zaidi vizuri zaidi. Kingine napenda kuwashukuru mwenyekiti Mr., Mr. Kondo kwa kutuangalia sisi wa, wa, wa ukanda ule wa Chanika kuleta haya mashindano, tunampongeza sana. Eh, asante. Mimi naitwa eh, Abdalla Hidi ni, eh, ni mwalimu wa timu ya New 11 eh, kama alipotoka kuongea mwakilishi mwenzangu hapo, kwa kweli kwa upande wangu mimi nina furaha kwa kweli eh, kwa mashindano haya. Kwa hiyo na wapo kongole chama cha mpira pamoja na mzamini mkuu Dr. Howo eh, kwa kuweza kutushika mkono kwa kweli kama inavyojulikana mitaani huwa tuna changamoto sana ya, ya kupata vifaa. Kwa hiyo vifaa hivi sio kwamba itaishia tu kwenye mashindano haya, lakini ameweza kutusapoti kwa ajili ya, ya, ya mashindano mengine vile vile, tunashukuru sana kwa hilo. habari za saizi? <laughs> <laughs> Nashukuru, tuko salama. Kwa jina naitwa Potsambo Gama, Potsambo Gama, mimi ni kocha wa Segre United. nashukuru kwa kupata mwaliko wa kushiriki mashindano ya Samia Super Cup. Napenda kutoa shukrani zote kwa chama cha soka cha Daifa Ilala na kampuni ya Dr. Howo kwa mara ya kwanza kutuandalia mashindano mazuri ambayo umetutanisha timu nyingi na tumecheza mechi nyingi. Kwa ujumla tumefurahishwa sana na jambo hili kwa sababu changamoto kubwa katika eneo zima la Ilala Ilala ni wigo mdogo wa mechi nyingi lakini safari hii tumeweza kucheza mechi nyingi sana kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaomba jambo hili liendelee kuendelea mara kwa mara kwa sababu inatusaidia sisi kuendeleza vipaji vya vijana wetu. Wanapopata mechi nyingi na sisi kama walimu tunapata nafasi kubwa ya kutengeneza timu vizuri. Kwa hiyo tunaomba jambo hili liendelee na mwenendo mzuri. Vile vile tunatoa shukrani kwa timu zote zilizofika hapa. Hii imeonyesha jambo zuri kwa mara ya kwanza, timu zote kuitikia wito ambao chama cha soka umetuandalia na Dr. Howo. Vile vile nitoa shukrani kubwa kwa viongozi wote wa chama cha soka Ilala. Kwa mara ya kwanza wameweza kubadilisha soka. Tunaona soka la Ilala sasa linaenda sehemu kubwa sana. Nipenda kutoa shukrani kubwa sana kwa watu wote. Asanteni sana. Asante ndugu wanahabari, nafikiri baada ya mazungumzo hayo machache, zoezi letu sio refu sana, tutaenda kwenye kukabidhiana, lakini kwa msisitizo na katika kujua nini ambacho tunatakiwa kufanya, aa, mimi niseme kwamba ili haya mashindano yaendelee na ili haya mashindano ya dumu na ili haya mashindano yaende hatua nyingine kadri ambavyo tunakusudia, ni lazima tuwe na lengo moja. Lengo moja maanake ni kufanya vizuri timu zifanye vizuri. Kufanya vizuri kwa timu kuna vitu vingi ndani yake: juhudi, nidhamu na kuheshimu haya ya mashindano, kwa sababu kila mtu ameweka nguvu yake. Dkt Howo ameweka nguvu yake, chama cha mpira kimeweka nguvu yake, serikali imehakikisha tuko salama, ndio maana tunaweza kufanya hivi vitu. Hizi ni nguvu tofauti zitalindwa na sisi kwenye uwakilishi wetu kwenye hili jambo. Wewe unaweza kama unakosea ukahisi unakosea mtu mmoja au wawili, kulingana na hisia zako. Lakini kuna watu wengi sana nyuma ya haya mashindano waliosababisha haya mashindano yakafika hapo tulipofika. Kwa hiyo mimi naendelea kusisitiza jambo moja. Nidhamu kwenye mchezo, juhudi za mashindano ndizo ambazo zitatufikisha kuwa na hamu ya kufanya mwakani zaidi ya hivi ambavyo tumefanya. Bado naendelea kuahidi kama tutaendelea kuwa hivi, nashukuru wawakilishi wa timu wote mpo hapa. Kama tutaendelea kuwa hivi mimi pia najipanga na mwakani tutafanya pakubwa kuliko hapa. <coughs> Kadi tunavyofanya ndivyo ambavyo tunajifunza, si? Tumefanya mwaka jana, tulikuwa na mashindano machache tunayadhamini. Mwaka huu tunayo pia, tunazidi kujifunza kama kampuni, tuboreshe wapi, tufanye kipi, tufanye kipi. Kwa hiyo uh, niseme kwamba kusudio letu ni kufanya kwa ukubwa zaidi na ndivyo ambavyo tutafanya. Karibuni sana. Naomba sasa ni wakabidhi jezi baadhi ya timu ambayo mpo kupitia mwenyekiti, halafu alafu uh, wengine kwa kuokoa muda basi watapewa tu jezi moja kwa moja. Karibuni sana. Naomba utaratibu wa kugawa jezi. Abu.